Inamaana amusement na lifestyle ya dunia hii hawana habari na inaweleza vizuri kabisa. Oangalia leo jinsi ambavyo watu wanaweza wakapoteza time, wakapoteza money kwa sababu ya mipira. Walifikaje pale? Umkute anania yaani, no. Yani anasema mnasema nini mpira eh? Ndio nini hiyo? Mungu atupatie, tupatie angalau tu support, tunawasupport ninyi kwa kazi zenu. Na leo usishangae, watu wanautetea katika level mbalimbali na leadership mbalimbali mbali, anatetea failure yake. Don't listen. Usisikie.